Na mtazamaji, anayo mashindano ya mwaka huu ya mchezo wa frisbee, yataandaliwa kuanzia tarehe 18 hadi 21 Aprili, Diani, kaunti ya Kwale. Mashindano hayo yatayaleta pamoja mataifa zaidi ya kumi mwaka huu. Kampuni ya View Travel ikishirikiana na All African Flying Disc Federation ndio waandalizi rasmi wa mashindano hayo mwaka huu. Wakati huu wa Easter tutakuwa na michezo upande wa Diani. Na mchezo huu unakaribisha wakenya wote waje watupe wa nguvu, eh, uh, wachezaji wetu watupe support na ili tuweze kuona talent ambayo ipo ndani ya Kenya na Afrika. When you're travelling and everything that you're doing we asking you to reach out to us. Uh go enjoy during your ni mchezo uh, vile vile inachezwa na sahani. Kuna kwa, kwa Kizungu inaitwa disc, lakini kwa Kiswahili sijui vizuri but naweza sema ni sahani ambao unarushwa. Ni mchezo tu mmoja ambao unaweza cheza. Uh, wanawake na wanaume kwa pamoja, na iko na kategori uh, mbili. Moja inachezwa kwenye uh, kwenye grass ama ingine inachezwa kwenye beach. So uh, sasa ya wakati huu tunaenda kucheza kwenye beach, na inachezwa watu tano, watu watano.